Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Kwa maana hiyo, naomba nimtangaze Bwana Hassan Kisabia Almas kuwa ndiye mteule katika kugombea urais ndani ya chama NRA. Chama cha siasa nchini Tanzania National Reconstruction Alliance, NRA kimepitisha azimio la kumteua Hassan Kisabia Almas kuwa mgombea nafasi ya urais katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Azimio hilo limepitishwa na mkutano mkuu wa NRA ambao umefanyika mkoani Morogoro ndiyo chombo cha mwisho cha maamuzi ya uteuzi wa mgombea wa tiketi ya urais kupitia chama hicho kwa kura themanini na tatu kati ya kura mia moja sitini na moja Chama hicho pia kimempitisha Hamis Faki Mgau kwa kupata kura mia moja ishirini na tano kati ya kura mia moja sitini kugombea urais kwa upande wa Zanzibar. Dar24, tumezungumza na mgombea wa Tanzania Bara. Hassan Almas ameelezea namna alivyojipanga Oktoba mwaka huu. Dhamira kubwa ya kuwa hapa Morogoro ni kuja kufanya mkutano wa uteuzi ambao ni mkutano wa kisheria kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa, kwamba wagombea wote wa urais wa jamhuri na Zanzibar ni lazima wateuliwe na mkutano mkuu. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa, lakini tuna mambo mengi. Tuna dhamira nzuri sana, kwa sababu ya nchi yetu na jambo kubwa ambalo kila mmoja lazima alisemee kwanza ni umoja, amani, mshikamano na utulivu wa taifa letu. Ndio kitu cha kwanza ambacho kitakuwa kinanigusa kama Mtanzania ambaye natafuta kuwa nafasi ya Mtanzania namba moja. Nadhani mnajua Mtanzania namba moja ni rais wa nchi. Kwa hiyo kitendo cha mimi kuomba ridhaa ndani ya chama ni baada ya kupima kwa kipindi kirefu ambacho nimekuwa nikisoma michezo ya siasa, lakini michezo ya uongozi. Kwa sababu nimewahi kugombea udiwani, nimewahi kugombea ubunge, nimegombea nafasi ya spika wa bunge. Kwa hiyo mimi nilikuwa siwezi kurudi nyuma tena kugombea nafasi hizo, kwa sababu nimeisha gombea. Ndio maana nimeamua sasa, sasa ni nafasi ya kugombea urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, kwa sababu naamini maono nilionayo ni neema kubwa kwa Watanzania. Wakifanya uchaguzi huo kupitisha wagombea hao watakaowakilisha chama hicho mkoani Morogoro, katibu mwenezi taifa wa chama NRA Twaha Kambaya amesema chama hicho kitafuata sheria na misingi ya uchaguzi kwa kufanya kampeni za kistaarabu na hawatakuwa tayari kupoteza damu za watu kwa sababu ya uchaguzi. Wanapokwenda kwa wananchi, ni waombe watumie lugha iliyo sahihi, wasiende wakaenda kule kutumia lugha za kejeli hazifai, lugha za matusi hazifai na hatuzihitaji katika chama chetu. Sisi ni wastaarabu sawa, sisi ni werevu na wasikivu. Tunawaomba muende mkafanye kampeni ambazo zitakuwa za kistaarabu, sawa. Tuache kumsema mtu tukanadi sera zetu, sera ndizo zikazotakiwa zika kuvalini kunadiwa. Naye msaidizi wa usajili vyama vya siasa hapa nchini Sisty Nyahoza akavitaka vyama vya siasa ambavyo vitashiriki uchaguzi kuzingatia sheria pamoja na kuwa tulivu wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Kimsingi, sheria za uchaguzi sheria za ambazo zinasimamiwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa zimeweka utaratibu wa hatua za kuchukuliwa pale ambapo e, mgombea au chama cha siasa kinakiuka e, sheria na taratibu za uchaguzi. Kwa hiyo mambo yapo, hatua zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria. Kuna kamati za uchiria, maadili kule kwenye tume ya uchaguzi zitafanya kazi yake. Ndio maana tunawaasa wagombea na vyama vya siasa kufanya siasa za kistaarabu na ustaarabu mmoja mkubwa ni kuheshimu sheria sheria za nchi na sheria za uchaguzi. Na wakati wa uchaguzi sheria zingine hazisimami, zinaendelea kufanya kazi kwa ndio maana, ukiwa ukiwa mstaarabu, ukitii sheria bila shuruti, ukinadi sera zako, hum, humtukani mtu, ufanye nini? Unamaliza uchaguzi vizuri, unapata ulichopata, unaendelea na maisha yako. Chama cha NRA kimeanzishwa tarehe 24 mwezi wa tisa mwaka 2022 na wamefungua matawi mia mbili na tatu, na kuwa na mafanikio ya kuwa na ofisi sita pamoja na kuwa na jumla wanachama laki tatu elfu saba elfu mia tisa thelathini na nne. Ni nikiripoti kutoka mkoani Morogoro. Jina langu ni Jack Yosefati na hii ni Dar24. Usahau kusubscribe, kukoment, kulike na kushare